Sasa tunaingia katika hatua ya mwisho ya mkutano huu mkuu. Na tutatumia fursa hii kwa unyenyekevu mkubwa kuomba kupata salamu ama ushauri wote ambao viongozi wetu wageni katika meza kuu watazungumza. Wazungumzaji wetu watakuwa ni sita, ili niwaandae na appetite ya kusikiliza mashine kubwa. Tutaanza na mwenyekiti mwenza wa UKAWA, Mheshimiwa James Mbatia. Baada ya mheshimiwa Mbatia atazungumza mzee wetu mwenyekiti wa NLD Mheshimiwa Dr. Emmanuel Makaidi. Baada ya mzee moto moto moto, atazungumza mgombea mwenza Mheshimiwa Juma Duni Haji, kisha atazungumza mgombea wetu wa urais wa Zanzibar ambaye kwa sasa ni makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, mzee wetu wa sawasawa sawa. Na mwisho kabisa atazungumza Mheshimiwa Edward Ngoyai Lowassa, kisha nitarejea kutoa shukrani na kufunga rasmi mkutano wetu mkuu na baada hapo burudani zitaendelea. Kwa hiyo kwa heshima na unyenyekevu mkubwa sana, rafiki yangu, kaka yangu, ndugu yangu, mheshimiwa James Francis Mbatia, naomba sasa uzungumze na wapiganaji wenzako na, na naomba <coughs> Freeman Kalimbo, mbunge, wenyeviti wote wenza, wenyeviti, makatibu, waku, Mgombia, wa ukawa makamu wenye viti, makatibu wakuu walioko wote humu ndani, mgombea mwenza wa urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mgombea wa urais wa Zanzibar na katibu mkuu wa chama cha wananchi kwa na sasa ni makamu wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Mwalimu Seif Sharif Hamad, Mheshimiwa sana Edward Ngoyai Lowassa <coughs> waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nasisitiza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sio waziri mkuu mstaafu wa CCM, la hasha, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mama Lowasa, wageni wote walikwa, viongozi wetu wa dini, na ndugu zangu wana mkutano mkuu wa Chadema na Watanzania wote, siku ya leo ni ya historia kubwa tunaandika katika taifa letu. Nakumbuka mwaka elfu moja mia tisa na tisini na moja tarehe kumi na mbili ya mwezi wa sita, siku ya Jumatano, tukiwa na kina Mheshimiwa Mabere Marando yuko pale, tulianza kamati ya taifa ya mabadiliko ya katiba. Leo ni miaka ishirini na minne tumetoka kwenye kamati tunakuwa ni sauti kuu ya Watanzania yenye lengo lile lile la kuhakikisha maisha ya wa Watanzania yanakuwa bora, na imetoka kwenye kamati, imekuwa ni umoja wa katiba ya wananchi, ni umoja wa sauti ya Watanzania wote ambao wanataka maisha yao yaweze kustahili utu ambao mwanadamu anastahili, na ndio maana sote tuko hapa na mkutano huu wa Chadema wa leo unahitimisha hatua ya kwanza ya kazi hii. Ndugu zangu wa Chadema kupitia kwa ndugu yangu Freeman Aikaeli Mboe, hongereni sana sana Watanzania. <laughs> Sio kazi rahisi kufikia hatua hii, sio kazi rahisi. Kazi kubwa imefanyika usiku na mchana na mizengwe kweli kweli lakini Mwenyezi Mungu anavyolipenda taifa hili tumefika siku hii ya leo. Mwenyezi Mungu anaipenda sana taifa la Tanzania na ninaamini kwa umoja wetu, ninaamini mwaka jana tarehe kumi na nane ya mwezi wa pili tulipoanza bunge maalum la katiba ile siku ya Jumanne tukaanza kuwa na wazo la Ukawa Ukawa, na tulipotoka bungeni tarehe kumi na sita ya mwezi wa nne tukiongozwa na profesa Lipumba siku ya Jumatano. <laughs> Watanzania waliamini basi ukawa ndio mwisho wake. Namshukuru sana profesa Lipumba kwa kuendelea kutuongoza hadi siku ya leo, na bado tuko naye, na mapambano ni mbele kwa mbele. Fitina ni nyingi ndani ya nchi hii zikiongozwa na wabaya wetu na fitna nyingi kwa hao alikotoka Mheshimiwa Al Loasa, Mheshimiwa Loasa, mashehe wakao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoona fitna zinazidi ndani ya Maka alitoka Maka akaenda Madina. Huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na kila unapofanya tendo alilofanya mtume ni suna, na ukifanya suna mana arobaini mbele ya haki utakupata mwavuli, utapata kivuli cha mtume wetu Muhamadi, swala allahu alehi wasalam umefanya suna nyingi Mheshimiwa Loasa, huenda suna hii uliofanya ya kuja ndani ya UKAWA ndio suna yako ya 40 na thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu unaye. <laughs> Ukisoma Biblia Takatifu Mathayo 11 ule mstari wa 29 mpaka 30, tunafundisha kwamba jitieni nira yangu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 Mzigo wa Tanzania utakuwa mwepesi tukiongozwa na kamanda Edward Ngoyai Lowassa. Kwa watanzania wenzangu, kazi ya kuondoa mfumo ambao ni kandamizi na wenye dhuluma ni kazi kubwa. Tunahitaji mshikamano wa dhati. Ninajua kuna kukwazana hapa na pale. Mwenyekiti Mboya amesema vyama vyenye itikadi tofauti, utamaduni tofauti, lakini tumevumiliana tukafika hatua ya leo. Ninawahakikishia Watanzania na naomba na wenzangu awe na mioyo mikuu, ili tarehe ishirini na tano Oktoba ya mwaka huu Watanzania tufanye maamuzi thabiti ya kuhakikisha utawala uliopo unakaa pembeni kwa amani na utulivu, na hili linawezekana. Kwa nini nasema linawezekana? Kwa nia njema kabisa toka sakafu ya moyo wangu, mkutano mkuu wa tarehe kumi na moja ya mwezi wa saba mwaka huu, ile siku ya Jumamosi, mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kwa mara ya kwanza tulishuhudia maji ya washawasha, FFU, makomando yakiwa standby. Mkutano huu unaendeshwa kwa amani, hamna FFU hapa, ni Watanzania. Yaani sisi ni mkutano mkuu wa amani, hakuna cha washawasha. Walikuwa wanasema sisi ni watu wa fujo, Watanzania wamedhihirisha kwa vitendo, we wanatapatapa sasa wenye fujo ni wao, tuwaachie fujo zao. Tunawahakikishia Watanzania tutalivusha taifa hili kwa amani na utulivu na uwezo.